Waheshimiwa, tukae. Waheshimiwa mawaziri, katibu mkuu kiongozi, waheshimiwa makatibu wakuu, waheshimiwa wajumbe wa tume na maafisa wote mlioko hapa, asalamu alaykum, tumsifu msifu Yesu Kristo.